Leo ni Sikukuu ya Pentekoste. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Ndugu zangu wapendwa, tafakari yetu ya leo imejikita katika Matendo ya Mitume sura ya pili aya ya kwanza hadi ya kumi na moja na wa kwanza sura ya kumi na mbili aya ya tatu b mpaka saba na kumi na mbili mpaka kumi na tatu na kutoka Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya kumi na tisa hadi ishirini na moja. Sikukuu ya Pentekoste ni siku ya kuzaliwa kanisa. Kwa ujio wa Roho Mtakatifu, kanisa limedhihirishwa kwa ulimwengu mzima. Siku ya Pentekoste kiasili ilikuwa ni siku kuu iliyosherehekewa na Wayahudi au Waisraeli siku ya hamsini baada ya kuingia katika nchi ya Ahadi. Ilikuwa ni siku ya kutoa shukurani kwa mavuno ya kwanza waliojaliwa katika nchi ya Kanaani. Waisraeli waliamini kwamba hawakupata mavuno kutokana na juhudi za wenyewe au maarifa na mastahili tu, bali ilitokana na upendo wa Mungu kwa watu wake. Desturi hii ya kutoa mazao ilienea katika nchi zote kuzunguka bahari ya kati. Ndiyo maana watu kutoka nchi mbalimbali walikuwa wamekusanyika huko Yerusalemu kwa lengo la kutoa shukurani ya mavuno siku ile ambapo Roho Mtakatifu aliwashukia mitume wote. Roho Mtakatifu aliwashukia kwa alama tatu, yaani kwa uvumi wa upepo mkali, kwa ndimi za moto na kwa uwezo wa kusema lugha mbalimbali. Roho Mtakatifu ana kazi ya kuunganisha na kuleta umoja kati yetu sisi wanadamu na Mungu Baba. Alifanya kazi hii alipounganisha Yesu na Maria mama yake. Siku ile, malaika Gabrieli alipompasha Maria kuwa atakuwa mama wa Mungu. Pia alifanya kazi hii akiwaunganisha Yesu na mitume wake. Ktik katika tukio la Pentekoste. Hadi leo bado Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kuunganisha na Mungu Baba, hasa kwa sakramenti mbalimbali na watakasa waamini wote wenye dhambi. Haya yanatuthibitishia na Yesu mwenyewe anaposema, kwa sababu hiyo nawaambieni watu watasamehewa dhambi na kufuru zao zote, lakini hawatasamehewa dhambi ya kumfuru Roho Mtakatifu Mathayo 12, aya ya 31. Yesu anayasema haya akijua kuwa Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana kwetu katika kujipatia neema ya utakaso kutoka kwa Mungu Baba. Tunapaswa kujua kuwa maisha ya kila siku ya mwanadamu yanaongozwa na Roho Mtakatifu kutokana na vipaji vyake anavyotujalia, yaani roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya ushauri na nguvu, roho ya ujuzi wa kumcha Mungu. Tukifuata mfano wa Waisraeli ambao kwao Pentekoste ni siku ya kumshukuru Mungu wa kwa fadhila alizowajalia, nasi tunatoa shukrani kwa ajili ya vipawa hivyo alivyotujalia. Mtakatifu Paulo anasema kuwa tumepewa vipawa hivi ili kujenga mwili wa Kristo, yaani Kanisa. Pentekoste ndiyo siku ambapo Kanisa lilianza rasmi na hapo Roho Mtakatifu alitoa vipawa vinavyotuwezesha kuliendeleza na kulidumisha kanisa. Hivi vipawa havitolewi kwa faida ya mtu binafsi, bali kwa faida ya wote katika umoja na ndani ya kanisa. Mungu ametujalia kwa namna ya pekee, wengine kuwa mitume, wengine manabii, wengine waalimu, wengine wana vipaji vya kuponya na wengine wana vipaji vya kunena kwa lugha. Vipaji hivi vyote tumepewa na Mwenyezi Mungu ili tupate kushirikishana. Hakuna kipaji ambacho ni kikubwa kuliko kingine au muhimu zaidi ya kingine, bali Mungu ametujalia ili tupate kuwa wamoja katika Kristo na kanisa lake eh? Yaani, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tunafanywa kwa watoto wa Mungu na watoto wa kanisa na, si, na mtu akipata makarama hizo asi, zisiwe sababu ya kugombana na kutengana ndani ya kanisa. Hivyo basi wewe ukiwa na karama ya kuponya na ukapata kuwa maarufu kwa karama hiyo, usiwaonee wenzako ambao hawana karama hiyo kama hawana Roho Mtakatifu, bali nawe Roho Mtakatifu huyo huyo ha, hajakupa karama nying, hiyo karama hiyo. Swali la msingi ni kukumbuka kuwa Karama zote zatoka kwa Mungu na Mungu ametupatia e, ili tuweze tuwe na umoja kati yetu. Hivyo tusioneane wivu, ila tushirikiane ili tupate kufikia ukamilifu. Basi wapendwa, siku ya leo inatukumbusha tena wajibu wetu wa kujitolea kwa Kristo na kanisa lake, Tukitumia nguvu ya vipaji vyote kwa faida ya wote. Hii ndiyo shukrani yetu tunayotoa leo kwa Mungu Baba aliyemtuma Roho Mtakatifu kwetu. Aendelee kutufundisha na kutukumbusha namna ya kumpenda Mungu na wenzetu. Sikukuu hii pia iwe changamoto kwetu kwamba ukamilifu unapatikana katika kushirikishana eh, mapaji ambayo Mungu ametujalia kwa njia ya Roho Mtakatifu. Basi tusifanye tusijifanye wafalme eti kwa sababu tuna karama fulani. Tunapaswa kumwomba Mungu atukumbushe haya yote kwa kupitia Roho Mtakatifu tunayemsherehekea siku hii ya leo, tukijua waziwazi wazi kuwa yeye ndiye anatushirikisha upendo wake wa kuunganisha kutuunganisha kati ya Mungu Baba na Mwana na sisi sote kuwa wana wa Mungu. Tunapomshukuru Mungu kwa karama alizotujalia tuzitumie basi kwa ajili ya utukufu wa Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kwa ajili ya wenzetu. Herini kwa siku ya Pentekoste.